Kwa jina ninaitwa Joseph Nelson Mlay, kijana wa Kitanzania mwenye umri wa miaka 23, leo nimefika hapa katika ofisi za Chama cha Mapinduzi wilaya ya Moshi Vijijini kwa ajili ya kuweza kuchukua fomu ya kuomba ridhaa katika chama changu cha Mapinduzi kugombea ubunge wa Jimbo la Vunjo. Kama ambavyo tutakuwa tumefahamu ndugu waandishi wa habari, Chama cha Mapinduzi kimetoa nafasi kwa wanachama wake kwa siku tano kuweza kuja katika ofisi kuweza kuomba nafasi za kugombea uongozi katika nafasi mbalimbali. Mbali. Na mimi kama kijana, kama mwanachama wa Chama cha Mapinduzi nimesukumwa kuja katika ofisi hizi kugombea nafasi ya ubunge. Watu wanauliza wewe ni mdogo, itakuwaje? Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imesema Mtanzania yeyote akitaka nafasi ya ubunge, basi awe na miaka ishirini na moja. Mimi nina miaka ishirini na tatu, uwezo ninao, nguvu ninayo, na umri pia umeruhusu mimi kuweza kugombea ubunge. Ninakwenda Vunjo kwa sababu Vunjo inataka kijana ambaye anaweza kukimbizana na changamoto mbalimbali zilizopo Vunjo. Ninakwenda Vunjo kwa sababu nimejipanga na ninazo sera tano ambazo ninakwenda kuzungumza na Wanavunjo. Moja ni miundombinu na mawasiliano. Tutakuwa tunafahamu jimbo la Vunjo, moja kati ya changamoto ambayo imekuwa inasumbua ni miundombinu ya barabara. Barabara zimekuwa hazipitiki wakati wa mvua, lakini mimi kijana ambaye damu inachemka ambaye nimekuzwa katika mafunzo mbalimbali kwenye Chama Cha Mapinduzi, ninakwenda kuhakikisha kwamba chama changu kinanielewa, lakini tunayepeleka katika serikali waweze kufahamu kwamba wananchi wa Vunjo wanapata kazi sana. Wakati wa mvua barabara hazipitiki. Pia ninao uzoefu, nimekuzwa katika kampeni inaitwa Mama Asemewe kampeni ya wasomi wa, somi, wa vyuo na vyuo vikuu ambao tumefanya kazi kubwa ya kumsemea rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania mama yetu kipenzi dr samia suluhu hasan tumezunguka mikoa yote tanzania nzima mimi nimekuwa mwenyekiti wa tawi baadaye nimefanya kazi kubwa nikapelekwa kuwa afisa habari na mawasiliano wa mkoa wa dar es salaam nimefanya kazi kubwa na sasa nimeaminiwa ni katibu wa idara ya habari na mawasiliano ya kampeni ya mama asemewe taifa ninaendelea na kazi namna ambavyo nimefanya kazi kwa uaminifu, ndiyo imenijenga na kuniimarisha, na sasa ninataka nafasi ya ubunge jimbo la Vunjo. Asanteni sana.